Abdurrahman Mahmud Muhammad, mi ndio na manage mini hii mini mat. Jana kuna incident imetokea waizi wametuvamia usiku saa nane saa tisa hivi. Mi nililala saa tatu na nusu, saa tisa nikiwa nime, nimesikia tu mtu anapiga kalele kutoka nje, niliona wali, waliua soja wa jirani wangu na waliiba vitu mingi kwa Duka, duka yangu na niko na CCTV. Wakati waliingia ndio walikata hiyo CCTV, lakini footage ya mbele wakati wanaingia inaonyeshwa, yani iko na imeangaliwa, na watu wa serikali walikuja wakachukua. So tunaomba tuna, tuna, tuna, tuna serikali atusaidie tupate haki yetu. Vitu mingi zimeenda, pesa zimeenda, kwa shelfu wametoa vitu mingi, unga na masukari, mafuta zote wametoa, so na mizigo nilipata jana. So vitu mingi zilienda, mpaka pesa waliibiwa, pesa waliniibia, waliniibia pesa, so vitu mingi zilienda, yeah, na sijaandika, sijui ni kiasi gani inaweza, eh, inaweza onekana hiyo kijana ni ndugu yetu, ni mwenzetu, tunafanya kazi pamoja na sisi. Pia tumeamkia asubuhi, ndio walitupigia saa moja ya asubuhi, walitumwambia sisi waliibiwa maduka, na sisi pia tumekuja kuona tuhakikishe hiyo ni kweli ama namna gani, na tulikujia na tumeona hiyo ni kweli. Hawa jamaa waliingia na mlango ya nyuma, wakafunja mlango na duka pia, alikuwa na soja, soja pia alikuweko na waliua soja jirani yetu e, sisi kitu tunaomba walitufamia, walibeba kila kitu na pesa ya cash, na idadi yake pia atujui, na walibeba vitu mingi, walitarmushwa jana kwa hizi maduka e, kitu sisi tunaomba tu upande ya serikali, duka iko na CCTV, kuna wale walifanyia hiyo vitendo na CCTV zimeshika e, tunaomba usaidizi kwa upande ya serikali Hawa jamaa pia waonyeshwe kwa CCTV washikiwe, ijulikane e, wakina nani na nani. Jambo hili hapa Kabula si geni, tumeumia sana sisi kama wakaaji wa Kabula, na ndio maana tunasema kwamba hali ya usalama eneo nzima la Kabula imekuwa duni mno, na ndio maana tunasema serikali tusaidie, hususan katika kuboresha e, mambo ya polisi tumekuwa na shida sana na changamoto ya eh, sekta yetu ya polisi ya hapa Kabula kwa sababu patrol, patrol imekuwa chini mno. Jambo kama hili ni la kuhuzunisha kuzunisha, eh, mlinzi anauliwa saa nane ya usiku, ili hali hayo ndo masaa tuna, tuna, sisi kama wananchi tunatarajia polisi wafanye nini? Wafanye patrol. Ni kitu cha aibu na ndo maana tunahimiza waziri, Mheshimiwa Murkomen ukiwa kule Nairobi inspector wa polisi, e, Bwana Kanja. Vile vilevile mwenzetu bwana, Dakla, e, Bwana Masengeli mutume vikosi vya usalama haswa kikosi cha ja DCI wakuje wafanye uchunguzi ni nini ambacho wale ambao wamehusika katika kie, kumuua huyu mzee ambaye ni watchman katika eneo hili. Vilevile ningependa kuwaomba wakaaji wakabula Juzi wakati tumekuwa na msiba hapa eh, one of the supermarkets ilikuwa raided. Ilipatikana kwamba wale ambao walihusika wanajulikana, lakini ni kinaya kwamba wakati sheria inachukua mkondo wake, sisi kama wananchi tunadhani kwamba wanafanya nini, watachukua usukani. Lakini jambo la kuhuzunisha ni kwamba juzi wale ambao tumewashuku, wale ambao serikali imeweza kufanya nini, imeweza kuwashika juzi ndio hao wameachiliwa. Sisi tunataka kuambia waziri wa usalama Mheshimiwa Murkomen, we are giving you ultimatums in the next 48 hours. Ikiwa usalama Kabula hauta, hautaweza kuimarishwa, sisi kama viongozi wa vijana wa eneo hili we are going to, to stage demonstration mpaka kwa ofisi ya kamishina wa kaunti ya Bungoma. Na ndio maana tunamwambia bwana Sigei ambaye ni kamishina wa kaunti ya Bungoma, watu yako chini hapa wanalala kazi wanalala kwa kazi tunakwambia, amkeni, msipoamka sisi tutachukua sheria, na siku zote tunasema sheria ni msumeno. Tunaambia watu ya Kabula, hatutakubali hii kitu ikuwe ya mwisho. Ikiwa hii vitu itaendelea sisi we are going to demand justice, na ndio maana tunaambia, tunaambia watu ya e, viongozi wa usalama hapa Kabula tunawaambia, msipochukua usukani sisi wenyewe tutafanya nini? Tutajilinda. Eh, kwa kifo ya mdugu yangu imenistua sana, kuanzia leo imesema saa tisa, na sisi tulikuwa nyumbani tumesikia kijana yetu amewawa kwa, kwa kazi yake ya Ochimani. Naomba wale watu wenye walichangia hiyo kuua mdugu yangu, au, au nataka washikwe na wapatikane. Nilikuwa kama huko na mpango hiyo, pia wewe upatikane na mimi nataka mwenye amemwandika kazi, kama ni kama ni watu wawili wakuja, waseme, kama ni mtu, kama ni Mwarabu ameandika yeye, aseme ni Mwarabu; kama ni Bukusu, ni Bukusu; kama Mwarabu, aseme ni Mbukusu; kama ni Mwarabu aseme mimi ni Mwarabu nimemwandika ni kama yeye achamwandika, kama ni mtu poispana wake wa mkono, tunataka amshughulikie na ule mwenye amemwandika kazi amshughulikie kwa kila kitu, upande yote. Sisi hatuna nguvu kwa ajili yeye anajiwezanga ndiye akuja atafute. Ninaomba Kabula hii, tunataka tuwe na usalama mzuri ofisa, ofisa kama maaskari wasilale, watembee wakiangalia, patrol nini atendeka. wakishapata kitu kidogo wanaenda kwa nini kwa, kwa, kwa ba wajui patrolling. Sasa sisi tunataka change. Askari akikuja kabula Asikai kwa miezi mbili, mwezi mmoja atolewe, mwezi mmoja atolewe. Ukileta ukisema wewe atujui sisi, sharia ni sharia. Sinaomba Mungu mwenye ameshika ndugu yangu mwenyewe, serikali ikusaidie na araniwe, na wale wanashugulia marehemu mwili yake, mwarabu ma akuja aseme atamshugulia vipi na ule mwenye amemwandika atamshughulikia namna gani? Sisi hatuchiwezi kwa jina yangu ni Rashidi Wanjara Barasa y Misigo na misi security, iko chini security, imerudi chini. Hii ni fisa ya pili, ya kwanza kijana yetu anangoja kwa morning, walimkatakata akaponea. Ya pili ndio huyu baba yangu, amekatwa amekufa. Saa hii tukiongea hivi, ako pale Kabula si mochar, despair, si hapa ametulia. Na mimi kama mkazi wa Kabula ama husband wa hii ward, mimi nataka niombe watu ya Kabula ward, sisi kama vijana, sisi tuko na nguvu. Hii polisi tufanye kitu kidogo, watuelezee polisi wanafanya kazi gani, shift yao wanapanga kuanzia saa ngapi na mpaka saa ngapi? Juzi mimi nimekuwa huko village nyumbani, ni reserve. Wakati nilikuwa nakaa huko, nasikia mama ananiambia nataka nipeleke shilingi elfu moja kabla, leo ni tarehe kumi na tano. Nikauliza mama, pesa unapeleka ya nini? Ati tunajipanga, ndo tu, tu, tupate kuuza uko pombe yetu polisi hapa. Tukipata kisa ya kwanza ingekuwa changaa hapa sasa, makuruza zingekuwa zimelala, wangekuwa wanamwaga. Sisi hapa tunasikitiza hii kifo, tukisema polisi wa Kabula wodi OCS mwenye alienda hiyo kabineti yote ingeenda, watuletee polisi wengine wenye wako serious na kazi. Watu hapa polisi wetu hapa wana contest kitu inaitwa pombe pombe, wa mama wakupiga pombe elfu moja, wako kwa record fifo. Sa watu watatu hapa wanakuambia twende DCI. Sasa DCI itatusaidia haji, na kuna babangu tena mwingine hapo soja akikufa, mtanipea DCI? Si sasa sisi tuamke chini Wanahabari mmefika hapa vizuri, mmefanya kazi mzuri kutufikia, mmefanya vizuri. Hii story ipepee kila mahali. His Excellency ama county government yetu ya Lusaka, ukisikia mahali upo unasikia masikio hii ward inafaa tu change polisi wote, na tuangalie mayumba kumi, hata wakuja wafanye kazi, kwa sababu hawa polisi wanatusumbua sisi. Hatutapoteza maisha ya watu kwa sababu hatuko na police station Kabula. Tunasikitika kwa baba yangu, nasikia uchungu sana kwenda kusika baba yangu mwenye nimeongea na yeye jana najakonjega na, na polisi wako hapa, polisi wanachukua hongo. Mbona hii serikali inakaa hivi jamani? ng'ombe huku, ukienda ng'ombe wanaiba elfu moja ya chang'aa. OCS Wakabula, mimi swali ni kwako, pesa elfu moja inaenda wapi? elfu moja inaenda wapi? na fivo za watu hivi inaenda wapi? My friend raya, sisi kama vijana tuamke chini, tusiangalie serikali. Serikali imetupuuza kwa sababu wanaua mtu hapa, sio risaf na mi natoka risaf, soko mzima wanaua mtu na polisi wako hapa sasa. Na risaf nitafanywaje? Si nitaningolewa hata makende mimi. Naomba wanahabari, mumefanya vizuri mkafika hapa na sasa narudi kwa watu ya kufa, watu ya maduka. Watu ya maduka kama we ni woria, ukikuja hapa kuandika mtu, andika mtu mwenye unajua, kwa sababu huyu jamaa amesikitika na kifo. Ni soja wa hapa. Huyu soja tumeenda mpaka kwake, ripoti inapatikana kwamba tangu jana hajapatikana. Mimi nikifanya na mwenzangu kazi akienda, si lazima nikuwe karibu mwenzangu? Ameuawa babangu, ameuawa lakini connection imetoka kwa soja mwenye analinda hapa. Sasa sisi hapa tumengoja waoria watuletee soja mwenye waliandika kazi ama pia wapebeko sao waende.